Karibu sana msikilizaji, hii hapa ni Almasi TV kwa ajili ya kujifunza masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na ujasiriamali. Sasa siku ya leo tunaenda kuangalia utengenezaji wa sabuni ya maji kwa kutumia mashine, hand mixer. Lakini pia nimeweza kukuandalia kitabu kinaitwa Miliki Kiwanda chako, kitabu ambacho ndani yake nimekuandikia zaidi ya masomo 21. Naitwa Mwalimu Almasi, lakini pia tuna madarasa mengi wasapu ambayo yanaendelea. Almasi TV 0675 na saba. Sasa msikilizaji, tunapokuwa tunatengeneza sabuni kwa kutumia mashine kuna utofauti mkubwa sana. Jambo la kwanza au utofauti wa kwanza, tunawekwa tunaweka zile ingredients kwa pamoja kwao, tunahakikisha kwamba tunazikusanya zote, tunaziweka mahali pamoja, afu tunaziweka. Tumeweka chumvi, chumvi ya mawe kama tunavyozungumza siku zote kwamba tupende kutumia chumvi ya mawe tumeweka chumvi, tumeweka perfume, tumeweka selesi, tumeweka citric acid, tumeweka side, tumeweka CDE, tumeweka glycerin, tumeweka perfume hiyo hapo. Hii hapa ni soda ash tunaweka pia. mm -hmm, yes. Citric acid, sodium benzoate. Mhm, hapa tunaweka pia ni sulfonic acid. Kwa hiyo unahakikisha kwamba viambata vyako vyote unaviweka kwa wakati mmoja. Kwa hiyo uzuri wa mashine ni kwamba mashine yetu ina uwezo mkubwa wa kurahisisha kazi na una uwezo wa kukoroga mkorogo um, kwa spidi kubwa, na unaweza ukapata ule muunganiko mzuri sana wa vile viambata vyako kwa wakati mmoja, tofauti na mti. Unaweza ukawa ni slow kidogo, kwa sababu mti unakoroga ni manual. Lakini mashine inakuwa ina kasi kubwa zaidi. Kwa hiyo msikilizaji na mtazamaji, ukiona kwamba chaneli hii ni ya muhimu sana kwako, unaweza ukasubscribe, ili usipitwe na darasa lolote ambalo linaendelea katika chaneli hii ya Almasi TV. Sasa unachokifanya hapo, kwa sababu malighafi ziko zenyewe humo ndani. Unanyunyizia maji taratibu, ukiendelea kuiwasha mashine yako na kuendelea kusaga saga vile vitu ambavyo umeshavitanguliza. Kwa hapo na visaga vizuri, unazungusha mashine, unaipitisha kila sehemu na unakuwa unaipitisha kila sehemu, kwa sababu bado maji hayajawa mengi. Hapa tutakapoweka maji mengi, basi mashine unaweza kaweka sehemu moja, lakini ikawe na uwezo wa kuponda ponda kila mahali, kwa sababu maji yanakuwa yako kwenye spidi nzuri ya mzunguko hivyo. Kwa hiyo karibu sana kwenye ujasiriamali. Ujasiriamali unapenda sana mtu ambaye anajikubali. Kwa hiyo hata kama jana ulishindwa uh, juzi kufanikiwa sio vibaya, ukajaribu tena Uh, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinashindikana uh, kwa mtu yule ambaye ameamua. Kwa hiyo hand mixer sio lazima uwe nayo kwa kuanza. Kwa mtu yeyote ambaye anapenda kuanza, basi unaweza ukaanza kwa kutumia mwiko wa kawaida wa shilingi elfu moja au elfu mbili na ukaendelea uh, kupambana taratibu, mwisho siku ukipata nguvu ya kununua mixer kama hii, basi utanunua bila changamoto yoyote. Yes, kwa hiyo ujasiriamali msikilizaji, wa kutengeneza sabuni unazingatia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza kubwa kuliko yote ni uzito wa sabuni yako ambayo unaitengeneza. Lakini jambo la pili uh, na hili pia ni la pili kwa kufuata, baada ya uzito, unapaswa kuzingatia perfume au manukato ambayo unayaweka katika product yako. La tatu na la mwisho, unapaswa kuelewa kwamba mteja anaponunua product yako anataka kukutana na matokeo chanya kwenye kutumia hiyo sabuni yako. Kwa sababu kama hii hapa mimi natengeneza ni multipurpose liquid like soap so itatumika katika kudekia sakafu, kuondoa harufu mbaya, kufulia nguo. Kwa hiyo mteja anapochukua hii product ili kwamba kesho aweze kurudi tena kwako kwa au kwenye ofisi yako au wewe uweze kuwa mteja wake basi ni muhimu hiyo sabuni ilete matokeo kwake. Kwa karibu sana na kualika namba zangu za simu hizo hapo zinaonekana katika dashboard, aidha unataka nakala ya kitabu au unataka kujiunga na madarasa yetu ya WhatsApp. Karibu sana, uh, nitakupa ushirikiano lakini, pia kwa yule ambaye una swali lolote ambalo linahusiana na ujasiriamali wa kuzalisha bidhaa mbalimbali kama hizi ambazo tunaziona, basi akisha kwamba unajifunza pako unaelewa, ndipo uanze kuzalisha.